Katika siku zetu ambazo tumekaa Arusha mm. tumeshuhudia Arusha imebadilika sana mm. watu wa Arusha wana msisimko mm. na kazi nzuri ambazo zinafanywa kwenye mkoa huu na Dkt. Samia Suluhu Hassan mm. na nyinyi ambao ni wawakilishi wa Mheshimiwa Rais. <totipa> kongamano letu limetushangaza li, li, li, kidogo mm. tulitarajia kuwa na watu elfu mbili mm. lakini wewe mwenyewe umeshuhudia. Mm, nje ya ukumbi ulio na watu zaidi ya elfu tatu mm, hawana mahala pa kukaa na wote wamekuja kushuhudia mdahalo eh, na kongamano mm, eh, kujadili mm, eh, kazi kubwa ambayo mm, mheshimiwa rais amefanya katika kipindi cha miaka minne. Mm, mm, sasa sisi imetupa faraja kubwa kwamba mwaka elfu mbili na ishirini na tano mm, Dkt. Samia anazo kura za kutosha katika mkoa wa Arusha. Mm na kwamba chama chetu Chama cha Mapinduzi kitapata ushindi wa kishindo katika mkoa wa Arusha kabisa. Ni jambo ambalo tumeondoka nalo na ni jambo ambalo limetupa faraja sisi kama Jumuiya ya Wazazi. Na mimi binafsi nitamfikishia salamu katibu mkuu wa chama chetu kwamba chama kiko imara Arusha. Matumaini makubwa ya kushinda yapo Arusha. Na wananchi wa Arusha wanaridhika na kazi kubwa inayofanywa mm, na Daktari Samia Suluhu Hassan na serikali ya mkoa yeah, na viongozi wote wa mkoa katika kuhakikisha ya kwamba wanajenga leo yao mm, lakini kujenga matumaini ya kesho, ya kesho ya Arusha, Arusha yetu. La mwisho, nitumie fursa hii tena mm, kwa niaba ya wenzangu mm, kukushukuru e, na kukupongeza kwa uongozi mzuri mm, na unaoshirikisha watu wakati mwingine wananchi wetu wanahitaji kumwona kiongozi yuko karibu nao, anawasikiliza, anawajali na, ana ana na habagui yeah. sio kiongozi wa matajiri yeah. kiongozi wa wananchi wote mm. na kila mtu ajione kwamba ni kimbilio yeah. kimbilio lake e, ni wewe kiongozi. Tumeona kwa wadudu vijana wale wana vipaya wao wanavipaji mm. E, watu wa wangeweza kuwadharau yeah. Mimi nasema wadudu wale nimezunguka nao mm. nikagua nao miradi mm. ni vijana smart sana na wana akili mm. tofauti na watu ambao wanavyofikiria. Kwa hiyo mimi nasema kazi ya kiongozi ni kufanya wananchi wajisikie raha na amani, na kazi hii umeifanya vizuri mm. sana katika mkoa wa Arusha mm. niwaombe viongozi wote wa Arusha mm. na wilaya zake waendelee kukuunga mkono mm. na wasaidizi wako waendelee kukusaidia yeah ili visioni ulionayo kwa mm. mkoa wa Arusha mm. ambayo ndio visioni ya rais wetu iendelee yeah. ku, kutimia na watu waendelee kuiona Arusha so, ikiwa bora kila siku mm. inayozidi kwenda. so, mheshimiwa mkuu wa mkoa, nakushukuru. E, mimi na wewe bwana tunafahamiana, tuna mm. historia kubwa, historia ndefu. E, wewe ni mchapakazi mm. E, na mambo yanayotuunganisha yeah. ni, ni hayo yeah. kazi, kazi matokeo, matokeo. utu yeah. e, na chama chetu tumekuja na falsafa rais ya mheshimiwa yeah. rais ya kazi na utu, na utu. tunasonga mbele mm-hmm. kwa hiyo sina shaka kabisa kwamba huko tunakokwenda Mwenyezi Mungu atatujalia tutaiona Arusha yenye mafanikio makubwa. Amina. Tutapata kura za kishindo mm. Na mheshimiwa rais, Daktar Samia Suluhu Hassan, na mimi naamini mheshimiwa rais akitazama Arusha moja mm, ya mikoa ambayo akitazama kwa sasa ana amani mm. Sina shaka mkoa wa Arusha unampa faraja sana. Sawa, tunakupongeza sana, shukrani sana.